Mechi umemalizika weni, shabiki wa timu ya Aigle Noir, lakini pia shabiki wa timu ya Asimba Sport Club, labda ushindi huu unaochukuliaje kama shabiki wa timu ya Aigle Noir? Kwa kweli tunasikia furaha sana kama shabiki, mashabiki wa Aigle Noir, kwa sababu ushindi huu watupeleka karibu zaidi na kuchukua kombe la Primus Ligi, pointi saba mbele ya Bumamuru, mpinzani wetu anayetufuatia ni nyingi sana. Ina maana bado mechi tatu

Pointi saba ni nyingi sana. Nafikiri hata kuja tukipata pointi moja tu bado tutakuwa mabingwa, kwa sababu hawa jamaa mechi, mechi, mechi tatu ni chache sana kwa pointi saba. Tuna matumaini makubwa sana, wachezaji wana ari kubwa ya kupambana, wanapambana kwa moyo. Niwatoa niwa, niwa wasiwasi mashabiki wa timu ya Eagle Sport Aigle Noir kwamba mechi ilizobaki tutafanya vizuri na tutachukua kombe. Lakini mm -hmm. pia ukiangalia ni upambanaji ambao ume, umeweza kufanya na, na wachezaji wa Aigle Noir, labda nguvu hasa kwa upande wenu mmewekeza wapi? Nguvu zetu kubwa ziko uwanjani wachezaji wana moyo, wana nguvu na wana moyo wa kujituma sana. Kwa hiyo nguvu nyingi ambayo sisi anategemea ni kwa wachezaji ndani ya uwanja, wanapambana vya kutosha. Hatuna cha sisi mashabiki kwa sababu tunaona uwezo wao, wanapambana wanajituma ili, ili kuweza kutufurahisha sisi mashabiki wao kwa hiyo tuna sisi kazi yetu ni kuwaombea kwamba wasiingie kwenye majeruhi na nini, ili waendelee kupambania timu yetu ya Eagle Sport. Lakini pia wale shabiki wa klabu ya Simba kimataifa, mnaendelea kupasua nini hasa kwa upande wenu? <laughs> <laughs> Sisi Simba wana kimataifa, najua ndio tunabeba nchi ya Tanzania. hmm. Leo tumecheza game na Stella Bosch, tumeshinda goli moja bila, na fikiri wiki ijayo tutakwenda tena kupambana na South Africa. Tuna nguvu, tuna moyo, tutapambana kwa sababu hata mwekezaji wetu Mpunga ambao anaweka pale kwa ajili ya support ya kututia, kututia moyo ni mkubwa sana. Kwa hiyo tuseme, Afrika Mashariki sisi sima ndio tunaibeba kimataifa, kima wapinzani mm. wetu na nafiaaw ni mpinzani wetu na <laughs> okay. pole sana, pole sana, pole sana, lakini ndio hivyo mjifunze kwetu na mm. na naneaka tumeshinda mechi ya leo. Mungu amesaidia. Lakini na imani kwamba mtaweza kufanya vyema kule nchini Afrika Kusini. Tuna imani kubwa kwa sababu wachezaji wetu wako vizuri mm. wanapambana, wana nguvu, wana kasi. Tunaombea tu kwamba siku ya mechi wa, wa, wa, wa wazima kwa sababu majeruhi, kat, katikati ya wiki na fili, kila kitu kitakuwa vizuri. Kimataifa mpo vizuri lakini kwenye ligi kuu, ni kama mpo vizuri. Labda me, zaidi kimataifa. Hapana, kwenye ligi tuko vizuri, kwa sababu kiangalia tuko nafasi ya pili. mm. Nafasi ya pili na ukiachana na, na, na, na hizi mechi chache ambazo hatukufanya vizuri lakini, lakini hata kwenye ligi tuko vizuri vizu, mm. Nafikiri ubingwa wa msimu huu wa ligi kuu Tanzania mm. utakuwa ni mgumu. Kwa sababu gani? Ukiangalia, kama Simba atashinda hizi game ambazo ni za ipolo, atakuwa amezidiwa pointi mbili na Yanga. mm. na tuna dabi mbele, si ndiyo? Nafikiri ubingwa utaamuliwa na dabi kati ya Simba na Yanga. Asante sana, asante sana ana